Hujambo msikilizaji popote unapotutegea. Mimi ni Carol Korir. Kwenye makala yetu ya Siha Njema tunajadili kuhusu huduma ya kusaidia mtu kufa, kwa Kiingereza mercy killing au assisted dying. Bunge la Uingereza majuma mawili lilipitisha huduma hii kwa watu wazima, sharti likiwa kufanywa na mhudumu wa afya. Je, unadhani huu ni mjadala ambao muda wake umefika na ina maana gani? Nimezungumza na Daktari Yusuf Mahat, daktari anayehudumu nchini Uingereza. uhalalishaji wa kujitoa uhai ulipitishwa katika bunge la wawakilishi bado hijakuwa sheria. E, itakuwa sheria itakapoidhinishwa ama itakapopitishwa na bunge la mabwana ama House of Lords. Naam, kulikuwa na, na mchakato mrefu tu miaka zilizopita kulikuwa na organizations ambazo zilizokuwa zina, zingine zinataka ujitoaji wa uhai uhalalishwe. Kwa hivyo ni step kubwa saizi maanake imepitishwa na wabunge. Kipengee ambacho kinazingatiwa ama ambacho kilikuwa muhimu sana ni kwamba sharti mhudumu wa afya ambaye ana uzoefu wa hali ya juu aweze kuidhinisha mchakato huo, na ni mpango ambao unaruhusiwa tu watu wazima. Sijui hii inamaanisha nini. Pia si kila mtu wewe, Carol, am... ubuheri wa afya, siku moja uweza amka, kazi imekuwa mingi sana, uko na stress, uwezi kuja hospitali haya asema, haya bwana anataka kujitoa uhai. Kuna zile viashiria ambavyo vinaangaliwa na mhudumu wa afya, mojawapo ni mgonjwa anaumwa na ugonjwa wa mwisho ama ile tunaita terminal illness. Kama mtu tuseme ana saratani ambayo iliyosambaa sana, ako kwa hali mbaya, ako na uchungu mkubwa, ni kiashiria kimoja ambayo kinaruhusiwa mtu afikirie jambo, jambo kama hilo. Ya pili ni maumivu yasiyodhibitika au mateso makubwa. Kuna magonjwa ambayo hatuwezi kama madaktari kuu ya tibu. Kuna uchungu ambayo hatuwezi tukautoa hata tukipeana dawa ya kila aina. Mgonjwa anafaa awe na akili timamu ama ile capacity, waelewa ama mental health, ikwe mtu akona capacity ya kuweza kufanya ile uamuzi ya hiari. Huduma ya matibabu hayawezi tena kuboresha E, ubora wa maisha, kuna magonjwa yanafika kiwango fulani ya e, kwamba hata tukipeana dawa aina gani ama tufanye upasuaji aina gani hatuwezi kuboresha kama madaktari. Wakati kama ule pia unaweza fikiria, ule mgonjwa anaweza fikiria afanye uamuzi wa, wa kujitoa uhai ama maombi ya msaada yamerudiwa mara kadhaa na sikwa shinikizo kama mtu anakuja anaumia sana, kuna ugonjwa ambao inamuumiza, anakuja mara mingi kuomba ule msaada, na hajashinikizwa na mtu yoyote kufanya ule uamuzi, pale pia unaweza fikiria ule mgonjwa ana haki. Lakini haya mambo yote ni huu mswada ukipitishwa na wale wa mabwana na ikuwe sheria, kuna watu wengi ambao ushatangamana nao ambao wanakuambia daktari, mi naona hapa tunapoteza muda. Nimekutana nao katika kazi yangu haswa huko Uingereza kuna wagonjwa wengi wana magonjwa ambayo haiwezi yakatibiwa. Wagonjwa wale wanakuambia tu, kwa nini wajisumbua wa daktari, hata ukifanya nini? Na wale wagonjwa, ni wagonjwa ambao wanajua wanasema nini, wagonjwa ambao wamesoma vizuri, wanaelewa ugonjwa wao vizuri, waelewa. Sasa unakuta wengine maanake sheria pale Uingereza e, hauruhusu kwa sasa, mtu ni kosa la jinai kum, kumshinikiza ama kutukutoa uhai. Unakuta wagonjwa wengi wanasafiri wanaenda Uswizi, maanake Uswizi unakubali e, mtu kujitoa uhai na wanaenda pale kuji, kujitoa uhai. Nimekutana na wagonjwa wengi tu, si, si, si wachache ambao wanaotaka wana kujitoa uhai. Uingereza imepiga hatua ya kwanza, sijui mjadala huu tunafaa kuwa nao pia kama nchi za Afrika. Tukija kwa huku kwetu Afrika sasa, hatua kubwa iliyopigwa na Uingereza ni kwa sababu pia um, health system yao imeendelea sana, waelewa um, wagonjwa wa pale wako wako na habari nzuri kuhusu haki zao na, na mambo kama hayo. Huku Afrika kutokuwa na changamoto kubwa, na sidhani ni wakati wa sisi kama Waafrika kuanza mjadala kama huo, maanake tuna yale mambo ambayo tunafaa kuyafanya kwanza. Na changamoto ambazo tunazo huku Afrika ni msimamo wa kijamii na kidini. Unakuta jamii nyingi za Kiafrika na dini kuu ambaye ni Ukristo na Waislamu hupinga vikali vitendo vya kujitoa uhai. E, ingine ni ukosefu wa mfumo wa kisheria unaosaidia kuthamini maumizi kama haya maumizi kama haya, ma, haya. unakuta huku Afrika hatuna sheria bado ama hatuja. alafu kuna huduma hafifu za afya E, ni muhimu sana hii kwa sababu wagonjwa wengi hawapati huduma bora za kupunguza maumivu, hivyo si rahisi kuthamini hiari halisia ya wagonjwa. Unakuta mgonjwa lazima kwanza umtibu, ukishamtibu lazima ujaribu kumtibu yale matibabu unayompatia yasipokuwa yasipomsaidia, pale ndo unafaa kufikiria nini, kama yule mgonjwa anataka atolewe uhai. Lakini huko Afrika bado tuna changamoto kubwa ya, ya, ya huduma za afya. Kuna umaskini wa elimu elimu duni e, wagonjwa wengi hawajui haki zao. Unachosema daktari ni kwamba pengine Afrika kauli kama hiyo ama sheria kama hiyo inaweza kutumika vibaya, nadhani si wakati mwema. Kuna vitu vingi tu vipengele vingi ambavyo tunafaa kuzingatia e, lakini cha muhimu kwanza kama Waafrika ni kwanza kuthibitisha ile huduma za afya zina, zinafaa kupewa, ku, ku, kupewa you know, chanzo muhimu kwanza kabla ya kuanza kufikiria huyu mtu tunamtoa uhai. Kwani tu, tuanze kufikiria kumtoa mtu uhai ilihali hatujaweza, tibitibu, hatuja, kafika wapi? Naam, hatujaweza kuthibitisha em, zile afya za kumwezesha mtu ku, kupata afya bora. Karol Mwangi ni muguzi nchini Finland alikuwa na kauli hii. Ni jambo linalosikitisha sana. Mara kwa mara madaktari hutoa taarifa zisizo sahihi huku wakiwatibu wa, wagonjwa. Kwa mfano mama anayejaribu kupata mimba bila kufanikiwa huambiwa ya kwamba hawezi kumpata mtoto kamwe, lakini baadaye anashika mimba na kumpata mtoto mwenye afya bora. Mara nyingine wagonjwa huambiwa hawawezi pona, ila baadaye wanapopewa matibabu tofauti wanapona kabisa na ugonjwa unaisha. Je, daktari akitoa maarifa kwamba una muda fulani wa kuishi, na amsaidie mgonjwa kujitoa uhai, lakini Mungu ana mipango mingine si daktari atakuwa amemuua. Nilitafuta pia watu wanaotoa tiba shifa kuelewa kama swala hilo wanakumbana nalo. Huyu hapa David Musyoki, ni afisa mkuu mtendaji wa Kenya Hospice and Palliative Care Association nchini Kenya. huduma ya kusaidia watu ambao labda wamekata like without hope ni jambo ambalo Sometimes wa, wagonjwa wa, wa hufikia kwa sababu wanaangalia mbele na hawaoni hiyo mbele, na hivyo wanatamani tu ndio wafe, lakini sheria ya Kenya hairuhusu na pia kwa mtazamo wangu na vile ambavyo uh, wale wahudumu wa, wa afya ambao wanatoa tiba shifa kwa mara nyingi huwa wakisaidia wale wagonjwa na kutembea hiyo safari pamoja na wao wagonjwa, wale wengi wao wanabadilisha hiyo nia, hawana ile makali mengi yanayosababishwa na magonjwa, wanatamani kuishi tena. Unajua, katika maisha mtu akiwa katika ile hali ya kudhoofika na uh, amefinyika kimawazo physically, uh, yaani ana machungu, anaangalia hivi, labda ameambiwa ripoti ambayo hata si nzuri, ameambiwa ugonjwa ulionao ni vigumu kupona. Hali kama hiyo inaweza fanya mtu you know, hajihisi hakuna haja tena ya kuishi kwa sababu ataishi afanyeje? Ama atakaa kwa shida tu. Ndio wapo, lakini kulingana na takwimu zetu sio wengi kuna wakati pia ambapo familia ama wanafamilia wanakuja kwenu, wanasema, ndio huu jamaa wetu tulimleta aweze kushughulikiwa kuwapunguzia makali, lakini mahali tumefika, gharama imekuwa juu, nafikiri tu, tuwache. E, kuna kuna wachache ambao huwa wanafika katika hizo <coughs> lakini sana sana utapata hawatasema, utayaona mambo kama hayo katika matendo, na sana sana hiyo inafanyika katika hospitali ambapo mgonjwa amekaa hospitali kwa muda alafu unapata wale family members ama familia yao wameacha kutembelea huyo mgonjwa, labda ukipiga simu hata hawashiki, mgonjwa akiwapigia hata hawashiki, na hali kama hiyo inasababisha kufedheheka sana kimawazo kwa wale kwa wale wagonjwa, kwa sababu we are all social beings eh, sisi wote ni watu ambao wanatamani ile companion mmoja kwa yule mwingine. Kwa hivyo ikikosa, inakuwa ni kama part of life ya mtu haija, haija kuwa uh, complete. So vile huwa tunafanya ni kuhamasisha, kwa sababu ile inf uh, kupeana information kwa wale family members inawasaidia Ujua, kumbe hata tukitembelea fulani hata kama haponi, ni njia moja ya kumfanya asikie yeye ni binadamu. Basi, kufikia hapo tunatamatisha makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir, hadi wakati mwingine.